Ni De Paul Seminari Tanzania, tunakuletea kipindi cha historia ya maisha ya watakatifu. Karibu tusikilize. Disemba kumi, mtakatifu wa Olimpia. Akiwa mtoto bado, Olimpia irifyo na wazee wake tajiri na wenye cheo kikuu. Akalelewa na mwanamke mwadilifu na mwenye busara kwa sababu alirithi mari nyingi ya wazee wake, alikuwa msichana tajiri. Zaidi ya hayo, kwa ajili ya tabia yake na umbo lake alipendeza sana. Mtakatifu Gregori wa Nanzianze alimwita kielelezo cha wema. Ilikuwa rahisi kumwoza akiwa bado kijana. Mume wake alikuwa mkuu wa mkoa, lakini kwa tabia alikuwa mtu mgumu. Huenda ilikuwa bahati kwa Olimpia kwamba kabla ya majuma matatu yajapita, baada ya kuolewa naye na yeye akafariki. Ni dhahiri kuwa kiasi cha watu wengi wenye vyeo walimtafuta kwa kuwa walipenda kumwoa. Hata Kaisari mwenyewe alimshawishi sana akubali kuolewa na ndugu yake, lakini Olimpia aliwakataa wote. Kaisari aliamua Olimpia awekwe mikononi mwa mlezi rasmi. Kwa kazi hiyo alimchagua mkuu wa mji wa Konstantinopoli, Uturuki. Huyo alilazimika pia kuisimamia mari ya Olimpia mpaka mwenyewe afike umri wa miaka thelathini. Mlezi huyo alimzuia Olimpia asiende kanisani wala asionane na askofu mkuu wa mji huo. Basi Olimpia akamwandikia barua Kaisari kuhusu mari yake, akimshukuru kwa kuwa alimwondolea mzigo wa kusimamia akatoa wazo ya kwamba afadhali aigawe mali hiyo kwa kanisa na kwa watu maskini. Ndipo Kaisari alipomrudisha Olimpia usimamizi wa mali yake. Aliporuhusiwa kujitegemea tena, aliamua kuishi maisha sala na matendo mema na kutumia mali yake kwa kurahisisha hali mbaya ya watu maskini. Askofu mkuu wa Konstantinopoli alimstahi sana, hata akamfanya shemasi wa kanisa lake. Alimpa nafasi katika nyumba ya wanawake wenye nia ya kujitoa kumtumikia Mungu. Hapa Olimpia alishirikiana nao kushona, kutengeneza na kufua nguo zote za kanisa. Baadaye Mtakatifu Yoane Krisostom alipowekwa askofu mkuu wa Konstantinopoli, yeye naye alimheshimu sana Olimpia Alipotambua kwamba Olimpia alikuwa mkarimu mno katika kuitumia mali yake, alimshauri awe na busara zaidi, kwa kuwa baadhi ya watu maskini walikuwa radhi kumtegemea kabisa Olimpia badala ya kufanya bidii kujitegemea warahu kidogo, na hivyo kubadili hali yao ya kiuchumi. Askofu Krisostomu alipofukuzwa nchini na kaisari Olimpia na wale wanawake wengine walianza kuteswa kwa ajili ya uhusiano wao naye. Olimpia alikamatwa, akashitakiwa kwa uongo kwamba alizichoma moto nyumba za serikali, akahukumiwa kufukuzwa nchini. Wale wanawake wengine walisengenywa, wali vibaya na kudhulumiwa. Askofu Chrysostom alimwandikia barua Olimpia ili kumtuliza na kumpa moyo. Barua kumi na saba zingalizopo bado mpaka hivi leo zilizoandikwa naye akimpelekea Olimpia, nazo ndizo zinazotupa habari juu ya mwanamke huyo mtakatifu. Katika barua yake moja, Askofu Yohane Chrysostom aliandika sinabuli kukuita mwenye heri. Olimpia alifariki dunia mwaka 408 akiwa na umri wa miaka 42. Aliheshimiwa sana katika nchi ya Ugiriki na nchi nyingine za Mashariki ya Kati. Hata wasichana wengi sana walipewa jina Olimpia. Maisha yake yote yaweza kujumlishwa kwa aya ya Injili semayo: Msijiwekee hazina mbinguni duniani, wabari jiwekeeni hazina mbinguni ambako nondo au kutu haiwezi kuiharibu. Injili ya Mathayo, sura ya sita aya 19 hadi 20. Sikukuu yake rasmi huadhimishwa tarehe 17 Disemba. Mtakatifu Olimpia, utuombee.